Ilikuwa siku ya Jumamosi ya tarehe nane mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano ambapo dabi kati ya Simba na Yanga walitakiwa wacheze kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa saa moja na dakika kumi na tano jioni. Mechi hiyo ilighailishwa baada ya malalamiko ya klabu ya Simba kusema hawatashiriki mchezo huo kwa sababu Young Africans waliwazuia kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Mkapa, ambapo Yanga alikuwa mwenyeji na Simba alikaribishwa. TPLB alitoa maamuzi na kusema mechi imeghailishwa mpaka siku nyingine tena. Baada ya taarifa hiyo kwa umma, mashabiki wa soka na management ya klabu ya Yanga walitoa malalamiko kuhusu taarifa hiyo. Karibu mfuatiliaji wetu, huu ni wakati na wasaa mwingine tena, tuungane sote mwanzo hadi mwisho, tuangazie taarifa iliyotolewa na klabu ya Yanga baada ya kuahirishwa mchezo huo siku ya Jumamosi na taarifa kutoka Alliance for Change of Transparency ACT Wazalendo. Twende tukaanze na taarifa iliyotolewa na ACT Wazalendo inasomeka kama ifuatavyo: Kuahirishwa mechi ya Simba na Yanga, TPLB ijitafakari. Uamuzi wa kamati wa uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara tplb kuahirisha mchezo namba mia moja themanini na nne kati ya Yanga Africans na Simba Sports Club uliokuwa uchweze tarehe nane Machi haukuzingatia hasara mbalimbali mbali, zitokanazo na kuhairishwa kwa mchezo huo ikiwemo nafasi ya mashabiki, wafanyabiashara, warusha matangazo, wapenzi wa soka na maendeleo ya soka nchini kwa ujumla. Kwa mujibu wa katiba shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF ibara ya hamsini na tano mbili inatoa jukumu kwa bodi ya ligi kusimamia ligi kuu na kuhakikisha timu zinaheshimu sheria, kanuni na maamuzi ya TFF. Kanuni namba kumi na tano tatu inasisitiza kuwa ratiba ya ligi itatangazwa na bodi ya ligi na itabadilishwa tu kwa dharura au sababu za msingi. Hata hivyo bodi ya ligi imekuwa kibadili ratiba mara kwa mara bila dharura wala sababu za msingi, jambo linalosababisha hasara kwa wadau. kuahirishwa kwa mchezo kulitokea na madai ya timu ya Simba Sports Club iliyozuiwa kufanya mazoezi ya mwisho katika uwanja kama kanuni na taratibu za mchezo wa soka zinavyo eleza aidha, upande wa Young Africans katika taarifa yake rasmi kwa umma ilieleza inatambua mechi ipo palepale na kwamba haitakuwa tayari kucheza mechi siku nyingine. ACT Wazalendo inaona mwenendo huu wa bodi ya ligi umejaa malalamiko kutoka kwa wadau wengi, kwa kuwa imekuwa kiongozo na utashi wa timu hizo jambo linaloharibu taswira ya ligi yetu, heshima Tanzania kisoka na kuleta hasara kwa wadhamini, mashabiki na wafanyabiashara. ACT Wazalendo inaitaka bodi ya ligi iliyopo madarakani kujitafakari kama inafaa kuendelea kusimamia ligi kuu ya Tanzania au inapaswa kujengua. Pili, ACT Wazalendo tunaitaka bodi ya ligi kuendesha ligi kwa kuzingatia na kusimamia sheria na kanuni bila uonevu wala upendeleo kwa timu yoyote. Tatu, Ligi ichukue hatua za haraka na za haki kwa mujibu wa kanuni ya 31.1 hadi 1.8 ikiwa ni pamoja na adhabu kama vile kupoteza ushindi, kushushwa madaraja mawili, kutozwa faini ya milioni tatu na kutopata gawiwa la mchezo husika. Nne, TFF ifanye tathmini ya madhara yote yaliyotokana na kuahirishwa kwa mechi hii na waathirika wote walipofidia. Mwisho, ACT Wazalendo inataka kuona mpira wa Tanzania unaendelea kukua, kupata heshima na kusaidia kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, vilabu na taifa kwa ujumla. Hatutafumbia macho matukio yote yatakayohatarisha shabaha hiyo. Imetolewa na ndugu manalisa Joseph Ndala, naibu wa waziri kivu wa wizara ya habari, utamaduni na sanaa. Na hiyo ndiyo taarifa iliyotolewa na ACT Wazalendo. Twende tukaangazie taarifa iliyotolewa na klabu ya yanga Africans. Taarifa kutoka yanga sports Club: msimamo ni kuwa hatuna tena mechi dhidi ya Simba, wapewe ushindi wao. Lakini pia hawana imani na kamati ya uendeshaji wa ligi, wameomba ivunjwe. Taarifa kwa umma. Kamati ya utendaji wa Yanga chini ya Rais Mhandisi Hals Saidi imefanya kikao cha dharura tarehe tisa Machi kwa njia mtandao, kujadili na kukabiliana na mambo yafuatayo: kwanza uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mipira ya miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike tarehe nane Machi mwaka huu katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama inavyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi MCM kilichofanyika tarehe saba Machi mwaka huu saa nane mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini, waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi, klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kuutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama ilivyoanishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM Kuwasiliana na msimamizi wa mchezo meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao, na baada ya kuwepo kwa sitofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe nane, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi huku akieleza dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko hilo la klabu ya Simba asubuhi ya tarehe nane Machi, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mnguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuhakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba mchezo huu namba 184, iko pale pale, hakuna kilichoharibika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo hiyo tarehe nane Machi, Kama a uendeshaji wa ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Seven Nguto, ilitoa taarifa ya kuahirisha mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu, kutokana na maelezo hayo hapo juu, Ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. Moja, klabu ya Yanga kupewa haki yake ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja itapogomea mechi. Pili, kamati ya utendaji ya Yanga imekubali kutoshiriki mchezo wa namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. Tatu, kutokana na mfululizo wa uvunjifu wa kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Nguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunawaomba wanachama wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu na wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki zetu zikiendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sports Club. Na hiyo ndio taarifa iliyotolewa na klabu ya Young Africans.